Ndugu na dada katika Bwana, twaenda kuongea kuhusu heshima ama kuheshimu wazazi. Maanake katika maandiko ya Waefeso inatuonyesha na inatuambia ya kwamba tunafaa kuheshimu wazazi maana tunapowaheshimu, siku zetu za kuishi hapa duniani zitaongezeka. Ni vizuri, hata kama umepitia changamoto za njia gani, hizo changamoto zote ambazo unapitia ni vizuri tu kuvumilia, maana unapokuwa na uvumilivu, pale mwisho utapata kuongezewa siku za kuishi. Maandiko inatuambia ya kwamba hilo tu ndio jambo ambalo litakapofanya ufaulu katika maisha, maana bila baraka za wazazi hakuna jambo lolote ambalo unaweza tenda likafaulu katika maisha. Kwa hivyo, ningewaomba na niwaulize kwa heshima nyinyi ambao hamtii wazazi wenu hamheshimu wazazi wenu, hata kama wanakaa namna gani, hata kama hawajui kutembea wala hawana pesa, huyo kumbuka, huyo mzazi ndi alifanya ukawe hapa duniani, ye ndi alikuleta. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kumheshimu, ili naye Bwana akaweze kukuheshimu na kuongeza maisha kwa hivyo nawasihi na nawaomba kwa upendo mzindi kuheshimu na kutii wazazi ili mkaweze kuinuliwa na Bwana. Bwana awabariki, Bwana awainue na Bwana awatende mambo mema, mbarikiwe sana.